Pamoja na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wameeleza kufarijika kwao baada ya kuapishwa kwa rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ambayo ni na sisi tunaitaka hiyo kazi ili na sisi tufanye kwa Zanzibar kupata rais wetu wa Zanzibar, na niupokee vizuri sana pamoja na mizozo mingi ama tatizo mengi, lakini kwa kweli nimefurahi sana. Kazi yetu ni mapana sana, sababu kwanza yeye mwenyewe ni mchapa kazi, ni mtu ambaye ametuonyesha katika sehemu mbalimbali kufanya kazi sana. Yani furaha yangu haina kiasi. Ningekuwa na mbawa sasa hivi ningekuwa nishafika Dar es Salaam, lakini mm -hmm, sina mbawa sina nauli. Nimefurahi sana mwanamke mwenzangu, kwa yani ndio mwanzo mara hii kuongoza mwanamke wa rais. Kusiwe na ubaguzi, kusiwe na maneno yani ya kipumbavu ya pembeni pembeni, yani tukae kitu kimoja, tufahamiane, tuelewane, tupate